Hello, wana wa Afrika chonda wa chonda. Sasa naanza na mtawala mmoja mmoja katika dynasty ya sita. Dynasty ya sita. Mmoja mmoja wasifu na kazi zake na watoto zake. Sasa tunaanza mmoja mmoja, tulianzia kwa Usekafu. Yeye ndio mtawala wa dynasty ya 6 wa kwanza. Sasa Usekafu alitawala 2494 na nne hadi 2487, na mwanzilishi wa nasaba ya tano alikuwa ameolewa na bintu wa mfalume kutoka nasaba ya nne. Yaani huyu bwana alikuwa sio kutoka kwenye loyal family, ila yeye, yeah, alitoka katika noble family, umenielewa sijui kuna loyal family na noble family. Noble family ni wale mawaziri, magavana, maha, mahai priesti, makuhani, au wanaitwa noble. Loyal family ni mtoto kutoka katika nasaba ya kifalume. Kwa hiyo huyu usekafu hakuwa kutoka katika familia ya kifalume, ila ametoka katika familia ya wafanyabiashara mahai priesti wachungaji na mapasta na mapadri eh, ndio hao wanaitwa makuhani. Ametoka kwenye nafasi ya magavana katika nafasi hizo ndiko aliyotokea usakafu. Usakafu akaoa mtoto wa mfalme ambaye alizaliwa mwanamke, baba baba wa huyu binti alikuwa mtawala wa Kemeti, lakini akuzaa mtoto wa kiume, kwa hiyo mume wake ndio akapewa kiti cha ufalme, yaani aliyokota embedodo chini ya mwarubaini Menielewa sijui, maana kuna watu wana vichwa vigumu, lakini mimi ninachoongea nataka kieleweke, kwa sababu haya ni mafunzo ambayo uende ukamfundishe mwanao, mtoto wako, mjukuu wako. Alikuwa ame... yani, yeye mwanamme, lakini ameolewa, kwa sababu amemoa binti wa kifalme. Kwa hiyo jambo hili, jambo hili lilimfanya yeye kudai kiti cha ufalme haijulikana kwa kuimarisha ibada ya Ra akaanza kujenga hekalu la jua huko Abushi, kitu kilichoendelea kuwa nembo ya nasaba hii ya nasaba yake hii. Akaamua kujenga mahekalu ya Mungu Ra. Yaani, unapoongelea Mungu Ra, unamuongelea the sun god Ra. Sisi tunamwita Maduki, mtoto wa Inki ambaye Inki ni mtoto wa mzee Enki ni mtoto mtoto wa mzee Anu, Anu kijukuu cha An, An na mkewe Antu, watawala wa kwanza walikuwa wanatawala katika planet Nibilu, the seven planet. watu wanasema the 12 planet hapana. Hii inaitwa the seven planet. Ukitoka chini ya jua mpaka kufika Nibilu ni sayari ya saba. Ili ufike Nibilu lazima upite katika eneo wanaita the hammered blast. Lazima upite king wanaita the moon, the mother goddess. Lakini kwanza lazima ufike Rahamu, ambako mnakuita the Mars, red planet. Chionda wa Chionda, sauti ya Chionda wa Chionda akiwa na mwongoza njia Grand Master Matuta, Grand Master Sure, mkuu wa hekalu la Epetesuti linalokuja, hatuna miezi miwili, tutafungua hekalu la Epetesuti. Kwa hiyo wana wa Afrika, tunakwenda kwenye ibada zetu za mababu zetu, tunachinja, tunatoa sadaka ya mahindi, ngano, mchele, chochote kile kinachotoka chini ya ardhi kinatolewa sadaka katika hekalu la Epetesuti. Tutakuwa na mavazi maalum, kutakuwa na setup, fimbo za kuhani wa mashamshia, wamashamshia eh? Maana unavyoona wa Roma, wanavyovaa vile, ile yote wameiba, wame mavazi ya Wakemeti High priest wa Kemeti anavaa kama papa anavyovaa, lakini wakati huko Roma haijazaliwa, Ukristo haupo duniani, Yesu hayupo. Nafikiri hata Adamu wao wa kwenye kitabu walikuwa hajafika. Kwa hiyo naendelea na nasaba ya sita, lakini tunakwenda mmoja mmoja tunaendelea na mfalme wa Sakafu. Sakafu yeye alichukua ufalme baada ya kuoa mtoto wa kifalme, yeye akiwa sio zao la kifalme. Wanasema yeye aliendelea kujenga mahekalu makubwa na kuendeleza ibada ya mungu ra. Akajenga ku, akaanza kujenga hekalu la jua huko Abusiri kitu kichoendeleza kuwa nembo ya nasaba hii. Kuendeleza utamaduni wa piramidi texi ingawa ukamiliko wa wenzi yake. Aliendeleza ule utaratibu wa kuandika maandishi katika piramidi ndani ya piramidi na out of the piramidi, unielewa, wana wa Afrika. Piramidi yake ipo Sakala, lakini ndogo ikilinganishwa na zile za nasaba ya nne. Utawala wake ulikuwa mfupi, takriban miaka saba hadi nane, lakini aliweka msingi wa dini na siasa za nasaba, siasa za kikoo Tunakwenda kwa Saule, mlisi wa Sakafu. Usaule, yeye alitawala baada baada baada ya Sakafu kufa, aliorisi ufalume kutoka kwa mkewe, maana yeye akuwa mlisi, ila mkewe ndio alikuwa achukue kiti, ila kipindi iko kemeti ilikuwa iruhusu mwanamke kutawala hadi pale mama Hate Shaputi alipokuja kuchukua kiti. Je, mnanielewa? Hate Shaputi nishamuongelea unaweza ukaenda kutafuta eh, video zangu za nyuma kidogo, ndani ya wiki hii utamkuta nimemwongelea Mama Hatshepsut aliyodiriki hadi kuweka ndevu kama mwanamume. Sahure mlis wa usikafu na mwanawe alijulikana kuwa kwa utawala wa amani, ustawi wa kiuchumi. Sahure alikuja na, na sera mpya, utawala wa amani bila vurugu, mapatano ya kijamii sio ya kiundugu, watu wakawa, utawala uliokuwa bora, watu walikuwa wakiishi kwa laha, bila bandari, bila majeshi, bila askari. Alipanua biashara kwa kutumia meli hadi Puntu, Afrika Mashariki, eneo la Eritrea ya ya leo. Hebu e, nisikilize Mwafrika, Mwafrika nisikilize vizuri, elfu mbili mia nne na themani na saba hadi elfu mbili mia nne na sabini na tano Afrika mashariki tunafanya biashara kwa kupitia kwenye meli, kupitia Nile River, kupitia bahari ya Hindi. alafu anakuja mpuuzi mmoja anakuambia, nyi wa Afrika mlikuwa savage wakati sisi tunatengeneza meli, tunapita kwenye maji, tunafanya biashara katika pwani ya Afrika mashariki, tunaenda hadi Asia pamoja ilikuwa na... Uko... Europe ipo kipindi iko, hakuna bara inaitwa Europe kwanza, jina Europe jina la mama wa Kiafrika, alikuwa alikuwa malikia princess wa Afrika anaitwa Ulopa. Mwesikia wana wa Afrika, huu ni utukufu wa mtu mweusi. Naambiwa huyu Sahule alituma meli huko Puntu, ambayo ni afrika mashariki eneo la Eritrea, Somalia ya leo hadi Tanzania hii ya sasa Kufanya biashara Babiloni, Lebanoni leo kwa mbao za mielezi, hadi Babeli hadi Lebanoni, tulikuwa tunafanya biashara, watu weusi kwenda kukata mbao za mielezi na kutengenezea meli pamoja na mahekalu e, angalia mtu anafuata mbao za mielezi katika Babeli, <clears throat> katika Lebanoni na Lebanoni ilikuwa chini ya watu weusi, tunaitawala kipindi kiko kwa taarifa yako fupi, nakwambia, kwa kupokea bidhaa za kifahari kama pembe za ndovu na ngozi za wanyama wa porini. Ajenga piramidi ya Sahure huko Abusiri, yenye maandiko na mapambo ya kisanii ya hali ya juu. Ndogo wa Afrika, tujitafiti kote, tutafute pesa, tutakapopata lazima tutembelee pale Kemeti kwenda kuangalia babu zetu kazi walizozifanya, kazi walizozifanya hadi wazungu wakaingia kwenye piramidi, wakapata kujua kila kitu. Ndio maana hadi leo mchina, piramidi za China hazifunguliwi. Zikifunguliwa utaona utukufu wa mtu mweusi ndani ya piramidi za China. Piramidi zote katengeneza mtu mweusi, hakuna yellow brown, oh, pale people kwenye mabano, white men hawajai kutengeneza vivitu Najisikia raha kuwa black man, kuwa mtu mweusi. Ni sifa kuu, ni sifa kubwa kuwa mtu mweusi. Shangaa wewe, unaenda kukaa, unaenda kuweka nywele za marehemu wa India, unakwenda kujichubua sura yako, unataka ufanane na pale people. Umekosa nini, ndugu yangu, dada yangu, shangazi yangu, bibi yangu Umekosa nini? Nywele zako ulizopewa ni ubora na utiifu. Jua linakutii kutii. Ngozi yako imejaa furu melanin, hadi hadi alieni wanajua ukuu wa melanin. Hii ni- ni ni thamani kubwa kuliko dhahabu na almasi. Melanin ina thamani kubwa kuliko dhahabu na almasi. Unajua melanini na game wana Wazungu inatiwa kwenye vichupa eh? Ila wewe kwa sababu ujui utaanza kubisha. Melanini inanunuliwa inaeka kwenye kompyuta chipu. Umeelewa? Utaki kuelewa mimi sikulazimishi. Hii ni sauti ya mtu aliye nyikani, sauti huru. Nikiwa nyikani, sina ushirika na mtu, niko peke yangu, napiga kelele, atake sikia na asikie, ujue imemfikia wanasema anajulikana kwa, kwa pia kwa majeshi ya majini yaliyotembelea pwani ya Asia Magharibi na Mediterania, yaani alitengeneza majeshi yaliyokuwa yanapita pwani ya Mediterania mpaka Asia Magharibi. Anasema waafrika wajinga, mmeleta nini duniani? Umekula ugali wako umeshiba, kazi yako kumsherekea bwana wako, akitumwa aliyomtesa babu yako na kubaka mama zako na bibi zako. Wewe una akili? Wewe ni mpuuzi wa kawaida. Ubuntu, Bantu, Afrika ni watu, sio manyani. Nasema hotep.